Mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameidhinisha kushtakiwa eh, kwa maafisa wanne wa polisi katika kesi ya mauaji ya mtoto Samantha Pendo mwaka 2017. hii ni baada DPP ya DPP kuidhinisha mashtaka ya mauaji na ubakaji dhidi ya maafisa hao John Chengo Masha, Lina Koskei, Siprin Robi Wankio na James Rono. Mwanahabari wetu Zuya Walter ana maelezo zaidi. Baada ya mvutano wa muda mrefu, afisa wa polisi John Chengo Masha hatimaye ameshtakiwa kwa makosa ya mauaji, uhalifu wa binadam na ubakaji chini ya sheria ya uhalifu wa kimataifa. The court had directed, uh, for the DPP to confirm whether we are ready to proceed with the plea. Inadaiwa kuwa Masha akiwa na cheo cha juu alishindwa kuchukua hatua za kuzuia maafisa wake kuvamia nyumba za raia, kuwapiga kwa rungu, kuwabaka wanawake wasiopungua ishirini na pia kuwanyanyasa wananchi wananchiinadaiwa kwamba maafisa wa polisi chini ya uongozi wake walivunja nyumba kadhaa mjini Kisumu kwa kurusha vitoa machozi, kupiga watu na kisha kubaka wanawake kwa zamu. Lina Kogei pia amekabiliwa na mashtaka ya mauaji yanayohusiana na tukio la tarehe 12 Agosti mwaka 2017, wakati wa operesheni ya polisi dhidi ya wananchi. Aidha, inadaiwa kuwa maafisa hao walihusishwa na kuchukua kati ya shilingi mia tano na elfu mbili kutoka kwa waathiriwa. Isitoshe, huku maafisa wengine wakitenda uhalifu huu, wengine walikuwa wakitazama. Upande wa mashtaka ulisema kwamba washtakiwa walishindwa kuzuia maafisa waliokuwa wakiendeleza uhalifu huo. Sections 92 and section 11 of the Victim Protection Act is allowed, eh? Mashtaka haya ni ya kihistoria, kwani ni mara ya kwanza kwa maafisa wa polisi nchini kushtakiwa chini ya sheria ya uhalifu wa kimataifa, sheria ambayo inawalenga wahalifu wanaotekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na uhalifu wa vita. Hii ni hatua kubwa katika juhudi za kuhakikisha kwamba wahusika ukatili wa polisi wanawajibika na kwamba waathiriwa wanapata haki. Kesi hii inazidi kupata umakini mkubwa kutoka kwa jamii na mashirika ya haki za binadamu. Nikiripotia Runinga ya Citizen, mimi ni Zuya Walter.